Kwamba jeshi la polisi mkoa wa Mbeya kwa kushirikiana na wenzetu wa TAWA tumeweza kumkamata mtu mmoja anaitwa Riziki Charles Mapila mwenye umri wa miaka hamsini na tano. Huyu ni mkazi wa Lubele, wilaya ya Kyela akiwa na nyara za serikali vipande tisa vya meno ya tembo bila kibali. Huyu mtumiwa alikamatwa Aprili 14 mwaka 2025 na, na askari waliokuwa doria katika kitongoji cha Isaki, kata ya Njisi, tarafa ya Unyakyusa, wilaya ya Kyela akiwa na vipande hivyo tisa vya meno ya tembo vyenye uzito wa kilogramu 34.6 akiwa amehifadhi ndani ya mfuko wa sandarusi na mfuko huo kisha kuficha porini. Lakini, wakati huo huo, jeshi la polisi mkoa wa Mbeya kwa kushirikiana na askari hawa wa TAWA katika wilaya ya Mbarali, tunamshikilia mtu mmoja anaitwa Kenedy Yawaga mwenye umri wa miaka 37. Huyu ni mkazi wa Itamba akiwa na nyara za serikali vipande vitatu vya meno ya tembo bila kibali. Mtuhumiwa alikamatwa Aprili 3 mwaka elfu mbili na ishirini na tano katika kijiji cha Madabaga kilichopo katika kata ya Mapogoro, tarafa ya Rujewa ambayo uh, iko katika wilaya ya Mbarali, mkoa wa Mbeya, na alikamatwa katika operesheni maalumu dhidi ya wahujumu uchumi wa Taifa wakiwa na hizo nyara zenye uzito wakiwa kumi na mbili na akiwa amefunga kwenye mfuko wa sandarusi na kisha kufukia kwenye ardhi kwenye shamba lake ambalo analimiliki pale nyumbani kwake. Kwa hiyo uchunguzi wa awali umebaini kuwa watuhumiwa wote wawili wa wawindaji haramu na wanajihusisha katika suala zima la kuwinda wanyama kwenye hifadhi za taifa bila kufuata taratibu, na taratibu zinafanyika, watafikishwa mahakamani.